Nataka nimwambie Daktari Sule kwamba kama yeye ameamua kuwatumia majini, basi ibaki awatumie ya yeye tu kwa manufaa yake, na asitoke hadharani kuweza kuwafundisha watu uongo huo. Mimi nasema ni uongo kwa sababu alielewa vibaya. Kitendo cha yeye kutoka hadharani kusema kwamba eti majini tunaweza tukawatuma kwa vigezo alivyoviweka kuhusu Suleimani kupitia Qurani mbili mia na mbili na ufafanuzi, na kwenda kwenye ile hadithi ya mtume ambapo mtume alikwenda kufundisha majini akiwa na sohaba, na mtume kusema kwamba kila mwanadamu ana shetani, na hata mazaaba wakamuuliza, je, nawe pia una shetani wewe mtume? Mtume akasema ndiyo, lakini akaja akasema kwamba na mimi shetani wangu nimemsilimisha na anani- ana, an, an, an, an, an, an, ananielekeza. Hiyo Sule siyo hoja ya msingi. Mtume alimsilimisha yule jini, yule jini ambaye ni shetani, akawa yule jini anamwelekeza hoja. Si kwamba jini kamwelekeza mtume hoja, mwelekeza hoja ni kwamba je, mtume aliwatumia majini kama unavyowatumia wewe? Ndio hoja ya msingi. Hili somo kaka yangu, kama utalihitaji na kuomba unitafute. Nina upeo mkubwa sana wa elimu ya majini, nilipata balaa katika miaka ya nyuma na mitihani ya namna hiyo, na yajua majini kwa mbele, kwa nyuma, kushoto, kulia, chini na juu. Sule hujui majini, hujui majini wewe na Suma, wallahi. Na hapa hakuna ambacho tuwe wa kweli tu, unakifundisha zaidi ya uongo wa nafsi yako. Nasema haya nikiwa na ushahidi wa kutosha. Aya, tuambie sasa hawa majini you know unawatumia wewe au you unaowatuma kwa, kwa mambo mema unawaona? You know ushawahi kuwaita na kuwaona? Kama hujawahi kuwaita na kuwaona, je, una yakini gani kwamba wewe unayemwita ni mbaya au ni mzuri? Na kule Kongo ambako ulikwenda kuweka matikiti maji, ukaweka sukari guru ukaweka asali kwa ajili ya kuapa mizimu na majini. Sule, lete istighfari, kaka yangu. Kwa kuwa ulitoa maelezo yako ya hadharani, nami nasema hadharani kwa uchungu mkubwa sana, lete istighfari, huo ni ushirikina. Naomba ulete andiko lolote kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi linalosema wazi wazi kwamba kumtumia jini katika mambo mema ni halali. Ungejua kwanza maana tafsiri